Salamu alaikum. Tuambie tuko wapi hapa ha? Nani wewe? Na hapa tuko wapi? Hapa ni wapi Mkoye? Eh, wewe unalelea wamayatima wangapi mama? Watatu, watatu hmm. Ili shirika la Halali limekusaidiaje wanisaidia chakula kila hmm. Okay. mwezi nachukua chakula kila mwezi napata chakula <coughs> na ni changamoto gani nyingine ambayo unaomba Halali Charitable Trust kukusaidia? changa, changamoto iko shule eka hmm, vizuri mike shule ya nyumba pia unisomba na mimi mkono mmoja ndio. Uh, na kuna nyingine lolote unaomba usaidike na hiyi Halali? hakuna uh -uh. hiyo, hiyo kula na kula kusoma watoto Inshaallah, aombee dua na Allah atafanya wepesi, utasaidika zaidi inshallah, ya kulipa nyumba pia. i blo sio yangu. unalipa rent si lipi? naangalia hii blo sini usiku na angalia, ndio ananikatia yeye.